Sabora Samson Mazira, kaimu mkuu wa idara ya viwanda, biashara na uwekezaji halmashauri ya wilaya ya Momba. Mheshimiwa mgeni rasmi, niko hapa kwa ajili ya kukumbushana na mambo machache tu kuhusiana na swala la uwekezaji na swala la biashara katika familia zetu. Mheshimiwa mgeni rasmi na wananchi kwa ujumla, ukatili wa kijinsia una vyanzo vingi sana vyanzo vingine ni vya kiimani, vyanzo vingine vinatokana na malezi, lakini vyanzo vingine vinatokana na uchumi. Ni wazi kabisa kwamba ukiangalia kwa kiwango kikubwa, watu au watoto ambao wanakabiliwa na ukatili wa kijinsia kwa kiwango kikubwa ni wale ambao wanatoka kwenye familia ambazo zina kipato duni. Kwa hiyo swala la kipato linafanya maamuzi makubwa sana kwenye swala la ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo pamoja na mambo mengine, ili tuweze kuepukana na ukatili wa kijinsia tuna jukumu la kuimarisha vipato vya familia zetu. Kadiri kipato cha familia kinavyozidi kuimarika, kinageuka kuwa mlinzi dhidi ya ukatili wa kijinsia kwenye familia zetu kwa sababu watu wengi wanakosa uwezo wa kujitetea, wanakosa uwezo wa kujieleza, wanakosa uwezo wa kutetea haki zao. Lakini pamoja na sababu zingine, swala la kipato linachangia sana. Ukimchukua mtu kutoka familia ambayo ina kipato cha chini na mtoto ambaye kutoka familia yenye kipato cha, cha juu kidogo alafu ukawaweka hapo mbele, ukasema wajieleze au wajitetee. Ni dhahiri ni dhahiri kabisa, yule mwenye kipato cha juu atakuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kujitetea kulinganisha na yule mwenye kipato cha chini, ukiachilia mbali uwezo wa mtoto binafsi. Kwa hiyo jamii ya watu wa Momba, jambo la kufanya pamoja na hayo mengine ambayo wataalamu wetu wametuelezea, lakini swala la kuimarisha uchumi wa familia yetu ni swala la msingi sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, changamoto tulionayo kwa wilaya ya Momba tuna wakulima wakubwa sana tunalima sana mpunga, tunalima sana ufuta, tunalima sana mahindi. Ndio mazao yetu ambayo tumeyachukulia kama mazao ya kibiashara, japo kwa upande fulani mazao ya kilimo ya chakula. Tukiisha vuna yale mazao yakipatikana, kasumba iliyopo huku kwetu bondeni inakuwa ni mwendo wa mbwa mwitu wakimvamia swala, yaani unachokiona mbwa mwitu wakimvamia swala, ndo kitu hicho hicho kiko kwenye familia zetu. Baba ataiba kidogo kwa wakati wake, aidha ataibia shambani au atavizia mama akiwa ametoka kidogo, baba ananyofoa kwenye kihenge. Mama naye atamvizia baba akiwa ametoka kidogo, au huko huko shambani, baba akiwa hayupo, mama naye atanyofoa kidogo, watoto hali kadhalika. Sasa kama familia imepata labda junia ishirini za mpunga, mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya mwezi mmoja kwenye kihenge utakuta labda kuna junia kumi, lakini hizi zingine zimepotelea wapi? Baba hajui na mama hajui. Ni kwamba kila mtu anaiba kwa wakati wake, ataiba debe moja, debe mbili, lakini mwisho wa siku kihenge kitazidi kupungua. Lakini ikitokea baba labda amepewa ameaminiwa na familia akauze mpunga mjini au akakoboe mjini, kile kipato kinachopatikana cha kwanza, baba anasema moyo mkupechani. Sasa kwenye moyo mkupechani hapo kuna mambo huwa yanafanyika huko mjini, ila baba anaporudi kwenye familia atamwambia mke wangu nisame, ni samee zile hela zote nimeibiwa. Anakuwa na sura ya huruma kweli kweli na mama naye anaamini ni kweli hela zimeibiwa, kumbe baba kafanya moyo mkupe chani. Sasa hayo yote ukiyajumulisha kwa pamoja, yanaathiri pakubwa sana kwenye kipato cha familia, na hiki ndo kinachokuja kuwa chanzo cha ukatili mkubwa wa kijinsia kwa watoto wetu kwenye familia zetu, kwa sababu watoto wanakosa mahitaji ya msingi kutoka kwa wazazi na familia. Matokeo yake inakuwa ni rahisi kushawishika kwa mtu mwingine, akaenda akamrubuni huyo mtoto kwa kumdanganyishia, kumtimizia sehemu ya majukumu, sehemu ya mahitaji yake ya msingi, na yule mtoto akakubali kufanyiwa vitendo vya kikatili. Lakini chanzo kikubwa unakuta ni umaskini, na umaskini ukifuatilia chanzo chake kikubwa ni wazazi kuto kushirikiana katika kupangilia matumizi ya kile wanachokivuna shambani. Lakini kuna jambo lingine la ajira za watoto. Ajira za watoto ni tatizo kubwa sana, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwenye maeneo yetu kipindi cha kilimo na kipindi cha, ki, cha mavuno rasilimali kubwa ya watu au nguvu kazi kubwa ya watu inayotegemewa kwenye hili bonde letu ni watoto ambao unawaona hapa, ni wanafunzi wa kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha pili. Hawa ndio tunaowategemea sana kwenye shughuli zetu za mashambani, hasa hasa swala la kupanda mpunga na kupanda, kupanda maharage, kwa sababu hizo shughuli akina kina baba hawazifanyi kabisa, wanasema ni kazi za kina mama na watoto na akina mama wapo wachache. Kwa hiyo nguvu kazi kubwa ambayo inaweza ikapatikana na kufanya hizo shughuli ndani ya muda mfupi ni hawa watoto na ndio maana wakulima wale wakongwe wanajitahidi wapande mpunga kabla ya shule kufunguliwa, kwa sababu shule zikifunguliwa, hawa watoto huwezi, ni ngumu sana kuwakuta mashambani, wanakimbia kwenda shuleni. Kwa mashamba mengi huko yatashindwa kupandwa kwa sababu watoto wako mashuleni na hiyo ndio sababu kubwa pia inayochangia hata watoto wanashindwa kwenda shule na utoro kuwa mkubwa sana mashuleni, ni kwa sababu ya hizo ajira. Kwa hiyo kwa ufupi, sasa yapo mengi ya kuzingatia, lakini tujitahidi kuimarisha kipato cha familia, lakini pia tujitahidi kuzuia ajira za watoto ili waweze kupata haki yao ya msingi ya elimu.